Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linawashikilia watu wawili kwa tuhuma za mauaji na kifo cha mashaka. Bi Zawadi Petro Baltazar anashikiliwa kutokana na kifo cha Aveline Safari mwenye umri wa miaka kumi, Muhaya na mkazi wa Buhare manispaa ya Msoma, aliyefariki dunia akiwa anaishi na mtuhumiwa, na mara baada ya kifo alipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya manispaa ya Msoma. Katika tukio la kifo cha mashaka tarehe 12 mwezi wa 4 2025, majira ya saa 4 za asubuhi, jeshi la polisi mkoa wa Mara lilipokea taarifa juu ya kifo cha Aveline Safari, ambapo taarifa za awali zilibaini kuwa kifo cha marehemu kilitokana na kipigo kutoka kwa mtuhumiwa ambaye alikuwa anaishi naye kama mlezi wake baada ya kumchukua kwa wazazi wake kutokana na hali duni ya maisha ya wazazi wa marehemu. Watuhumiwa watu wote wawili watafikishwa katika mnyororo wa haki jinai mara baada ya uchunguzi wa jeshi la polisi kukamilika. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linatoa wito kwa jamii kuacha vitendo vya kujichukulia sheria mikononi na badala yake wawasiliane wa, wa na vyombo husika pale wanapohisi kuna uvunjifu wa sheria.